Kila mmoja amepewa karama, kila mmoja amepewa talanta. Nimekuwa nikishuhudia baadhi ya watu akidharau karama na talanta aliyonayo mwenzake, lakini hatupaswi kuwa hivyo. Si wote tutakuwa kama Elia aliyekemea kwa ukali na kuonya waliokuwa wamekengeuka, bali wengine watakuwa kama Elisha aliyekuwa mfalme wa amani na alikuwa akitenda mambo kwa hali ya utulivu sana. Kila mmoja ana karama yake na kila mmoja anahudumu kwa namna yake. Kuna mwenye kukemea atakemea, kuna mwenye kuonya ataonya, lakini kuna mwenye kushauri atashauri, kuna ambaye atafundisha, kuna atakayehubiri. Kila mmoja ana karama yake, lakini kuna ambaye ataimba Hivyo wewe unayeweza kukemea usimdharau wafundishaye, na wewe unayefundisha usimdharau aonyaye. Tusidharauliane, tupendane, tuthaminiane, tujaliane, wote tuviungo katika Kristo, kila mmoja na kalama yake. Nawe ndugu yangu, unayeona kana kwamba una karama ndogo, usijidharau, lakini kwa sababu una karama hiyo uliyo nayo usije kujaribiwa kumdharau mwingine mwenye karama kama yako, lakini haizilingani. Usiache karama yako, usidharau karama ya mwingine, sipokuwa mtie moyo. Tutiane moyo, tuendee kuifanya kazi ya Mungu. Ubarikiwe sana.